Katika hali za maduwin, katika hali za maduwin, watu wenye kulinganiwa, kuna utofauti na tofauti zao zinakuja kwa kadri ya ujinga walio nao, ala kadri jahlihim, kwa kadri ya ujinga wao na hukumu inakuja baada ya hapo, kumhukumu mtu lakini kitu cha msingi ni kwamba ni kufahamu kwamba watu wako katika ujinga mkubwa wa kuufahamu ule Uislamu sahihi ni upi, na vitu hivi ni katika vitu vilivyoudhoofisha kwa kiasi kikubwa sana Uislamu. Uislamu umeingia katika miji kwa miaka mingi sana, pamoja na kwamba ulipita baadhi ya maeneo ukiwa umeletwa na walinganizi, lakini asilimia kubwa waliokuja nao hawakuwa watu wa kielimu. Walikuwa ni Waislamu tu wa kawaida, wafanya biashara na wengineo. Na hasa katika ukanda wetu huu, Uislamu haukuja kama daula, tofauti na baadhi ya sehemu nyingine. Uislamu ulipoingia Uislamu uliingia kama daula imara islamia kama vile Uislamu ulivyoingia Masri, ulivyoingia Libya, Tunisia, Tunisia. Uislamu uliingia siku nyingi katika miji ya Qairawan waliokuwa na masahaba kule, kadhalika Algeria, kadhalika Morocco Almaghrib, kadhalika Mauritania, kadhalika Mali na sehemu nyinginezo, Uislamu uliingia kama imara, ukaingia kwa njia ya utawala wa Kiislamu, kiasi ambacho walifanikiwa kuwabadilisha watu wake kutoka kwenye asili yao moja kwenda katika asili nyingine, kutoka katika lugha zao kwenda katika lugha nyingine. Mambo yalikujaribika baadaye, baada ya kuja wakoloni ndio mambo yakaharibikia. Lakini hata lugha wakaacha lugha zao zikawa, kuna lugha ki ki ki, ki, ya Kiarabu ndio ambayo imetawala ikawa ndio na mamlaka, yaani ndio lugha rasmi. Watu walikuwa na lugha zao, babas barabira wale walikuwa na lugha zao, wengine wazungumza Kihausa, wengine lugha nyinginezo, wengine wakizungumza lugha ya Kikibti ki, kama Wamisri na no, wengineo. Lakini ulipokwenda Uislamu ikabadilika ikawa kutokana na utawala wa muda mrefu na daula ya Kiislamu ikasimama kwa muda mrefu, ikawa Uislamu kule madhahiri yake yako wazi, na huku kwetu ilikuwa tofauti. Zilikuja baadhi ya familia na baadhi ya wafanyabiashara mapema kabisa, wakawa ni watu wamekuja tu, ima kukikimbia katika miji yao kwa sababu ya, ya, ya, ya kuogopa watawala waovu kama Ibna al Julunda Said wa Suleiman walipomkimbia Hajjaj bin Yusuf, wakaja katika mwambao wa Afrika Mashariki. Kwa hiyo hili limeleta athar, limeleta athari kiasi ambacho ule Uislamu ule wa kimafunzo hasa hasa haukuwepo mpaka walipokuja baadhi ya maulamaa hasa kwenye karne ya kumi na mbili na kumi na tatu hijiria, ndiyo ikaanza nashati ya ilmu katika baadhi ya miji. Elimu ikawa ni mafutuh katika kwa watu wote, lakini huo Uislamu wenyewe ulivyokuja, nao ukaja na tarika ya tasawuf, kwa sababu asilimia kubwa ya mafunzo haya yalitoka sehemu za Hadhara Maut na hasa hasa Alalawiyun wakawa wamekuja na Uislamu uliokuwa umebebwa na tasawuf, ikawa umeingia kwa watu, na wao ndio wakawa waalimu wa dini kwa muda mrefu. Yale mafunzo hasa ya kwamba haya mafunzo ya Mtume swalla llahu alayhi wasallam yachukuliweje, ikawa jambo hili lina ugeni, halipo kusema kwa, kwa, kwa kiasi fulani. Ikawa watu fulani tu ndio wanaonekana katika namna fulani nisirefushe maelezo kwa sababu nikianza kuyazungumzia haya na historia ilivyokuwa na ikuaje wa usufi ulikuwaje na uliingia vipi, kwa sababu pia watu wa Hadhara mauti hawakuwa na usufi mpaka alipohamia Ahmad ibn Isa al-Muhajir, ambaye vilevile ni katika alawiyuna kutoka Iraq, akaja Hadhara mauti mpaka zama za al-Faqih al-Muqaddam tasawufi kai imeshtadi mwaka mia sita na kitu lakini asili yake hawakuwa katika tasawuf na haya yana uthibitisho vile vile. Sasa anataka kusema kwamba kwa huku kwetu ikawa ule Uislamu mwanzo kabisa ulikuja kwa afradi na jamaati, ambazo makabila fulani, watu fulani wamekuja katika mji fulani, katika njia ambayo si rasmi, yani ile ya, ya ilmu na kutumwa wajumbe, hasa kama wajumbe walivyotumwa kwenda Yaman kufundisha dini, kama walivyokwenda Masri, kama walivyokwenda Tunis, kama walivyokwenda Sham kama walivyokwenda Iraq na sehemu nyingine. Uku kwetu haikuwa hivyo, ni watu binafsi wakawa wamejitolea, mpaka Uislamu ukaenea, ukafika. Uislamu katika visiwa ukafika, katika pwani katika miji ya Banadir huko Somalia, kadhalika katika miji ya, ya, ya, ya, ya Pate na Amu na Mombasa, Tanga, Unguja, Pemba, Kilwa na sehemu nyinginezo. Uislamu ukaingia katika upande wa, wa, wa, wa bara na ukaenea Uislamu mpaka Sofala, Msumbiji huko. Almuhimu ni kwamba Uislamu uliokuja ulikuja kwa njia hizo, lakini pia walikuja wasomi, lakini wasomi waliokuja walikuwa wasomi wa waki, Kiibadhi, walikuwa hasa katika utawala wa Kibusaid walikuwa ndio mamufti ndio mashekhe kwa upande wa maibadhi nashati yao katika taalimu kwa mujtama haikuwa kubwa sana ukilinganisha na nashati ya Baalawi Alalawiyun. Wao ndio walikuja na nashati kubwa ya taalimu, ikaenea taalimu katika miji, na tarika yao ya Alawiya ikaenea sana, lakini pamoja na tasawuf. Sasa ukilifahamu hili ndio utaona sasa matatizo yanaanzia wapi. Mathalan, utazungumza sasa suala la mwanamke kujisitiri kwa mujibu wa aya na hadithi na mafunzo ambayo yamefunzwa kwenye Uislamu. Ukimwambia kwamba mwanamke atakiwa avae hivyo, kumbia, kwa nini mi ni answari? Kwani mimi ni answari? Sasa mimi nilikuwa natakitaka labda aje shekhe katika upande huo wa tasawufu aeleze, kwani mwanamke wa kiislamu atakiwa avae vipi au ile hijabu ya Kiislamu ikoje? Hijabu ya Kiislamu ikoje? Maana huyu mfuasi wako asema ah, mimi mimi si answari. Kwa mimi answari, mwanamke atakiwa avae hijabu kwa ukamilifu wake. Akwambia kwa mimi answari, wa mimi si answari. Kwa hiyo anaona iko huru, maadamu yeye si answari. Eh, kama wanavyoita answari njina na taasisi si madhehebu. Sasa wao wamechukulia hivi, tutazungumza kwa lugha yao, mimi si answari. Kwa hiyo aona kwamba maadamu yeye si answari, ni ruksa kwake yeye kutoka akawa mabega wazi kichwa wazi, akazurura mtaani pengine na kanga zake mbili na gauni lake na rinda lake, aona kwamba mimi si answari, yani aona kwamba ni halali kwake yeye kufanya hivi kwa sababu yeye si answari nifahamu nini? Kwa sababu wale wanaowafuata wamefanya wana taksiri katika kuwafahamisha mwanamke wa Kiislamu atakiwa avae vipi. Zamani kulikuwa na kuna mabaibui ya Kiswahili, wanawake walikuwa wakiavaa haya jambo yale, lakini ilikuwa yakivaliwa katika munasabati, kama atatoka hata kuna safari kidogo, atavaa baibuli yake la Kiswahili kenda kwenye matanga kwenda kwenye vitu gani, atavaa baibu lake la Kiswahili, lakini kwenye munasaba maalum tu, si vazi kwamba kwamba hili ndio vazi la mwanamke alivae. Tumefahamu na wengine wakaishia waka, waka kwamba kuvaa kanga mbili tu yatosha, mwanamke anajifunika utaji, kanga mbili za tosha. Tatizo liko wapi? Tatizo wale waliowafikishia hawajawaambia kwamba Uislamu kwani ni upi. Na haya ni matatizo makubwa, si matatizo madogo. Kwa hiyo watu wanataka kujenga ukuta juu ya ule Uislamu wa sawasawa uliofundishwa, ataka kujenga ukuta ili asifuate, kwamba mi si answari. Na kwa wanaume kadhalika, kwamba hili halifai, wewe hutakiwi wewe kuzinyoa ndevu zako. Ah, mi kwani answali utaweka ndevu kama answali? Kwani huyo mtume Mtume sallallahu alaihi wasallam afundisha vipi? Asemaje? Tuache mambo ya Ansari, tujalie kwamba haupo, huu ni upotofu, haupo kabisa. Tuseme kwani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye afundishaje? Sisi tumeelewana. Ah, lakini sasa hiyo ni sunna tu, si ndio? Hivyo tunasema hiyo ni sunna tu suna tu basi, ya nani sunna? Ya nani? Mafunzo ya nani? Kwa maana sunna kwamba sio lazima. Sasa mbona wewe wabeza na wazisema vibaya nayo, nawe bwana wajidevu na hayo bwana, mtoto mdogo sasa unakuwa madevu mengi bwana, si wewe ndio aliyesema wa sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mbona ya kukera namna hiyo, madevu kwa kwajili ni makuaji na ndevu nao hawa wazicheka. Sasa kumbe jambo haliko katika uanswari wao, wanaona kwamba ni ule umagharibi umeingia, kwamba lazima uwe smart smart kabisa. Smart ni kwamba usiwe na ndevu. Kwa hiyo imekuwa yale mafunzo aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam watu wanayakataa kwa namna nyingine. Sasa wameaminishwa kwamba Haya ni mambo ya watu fulani, haya ni mambo ya watu fulani. Ikiwa wewe utaamua kuwacha kwamba jambo hili eh, kwani hili ukihoji tu, hivi kweli mtume salla salam alifundisha hili? Ah, ah, na wewe ushakuwa nswali, siku hizi wewe huruhusiwi kuhoji kwamba je, kwani hili mtume kalifundisha? Maadamu umelikuta wazee wanalifanya, lifanye eh, hivyo hivyo, usiulize mathalan. Umekwenda pale labda kwenye ikdi Waambiwaalete ubani, lete moto hapa na ubani. Ukiuliza tu, kwani huu moto na ubani huu vipi, huu huu nao pia mtume saiaa alayhi wasallam alikuwa akiutumia kwenye kuomba? Aha, tushakuelewa kwamba wewe ni amswari sasa. Ha, sasa hakuna kuuliza, utakujua kujua haya yametoka wapi, usiulize. Wa, bwana endelea hivyo hivyo, maadamu umewakuta haya, basi fanya hivyo hivyo.

amewasomesha mashekhe wakubwa wakubwa katika Afrika Mashariki. Shekh Al-Amin bin Ali alifariki mwaka 1947 katika wana wachuoni wa Kimombasa. Ana kitabu kimeandikwa Hidayatul Atfali, Hidayatul Atfali, amekiandika mmoja. Nimekiandika kitabu hiki kwa ajili ya madrasatul Ghazali kule Mombasa. Baba yake alikuwa ni mwana wa chuoni mkubwa na huyu bwana aliwahi kuwa alikuwa chief kadhi wa Kenya. Ni katika watu waliopaza sauti kwa kiwango fulani katika kupinga mambo mengi ya uzushi, ndio ikaanza kupatikana nafuu. Wakaja wakapatikana wanafunzi wake kama kina Shekh Muhammad Qasim Almazrui, wakaja wakapatikana Shekh Abdallah Salih Alfarisi na wengineo kidogo ndio ukawanza kupatikana muangaza katika baadhi ya mambo. katika hidayatul atfali yasomeshwa katika madarisi hizi, hizi madarisi wanaisomesha hidayatu la atfali, lakini wakikusomesha wanakupata wana adhari kabisa. Huyu bwana alikuwa na mwelekeo wa kiwahabi huyu, na mwelekeo wa kianswari huyu, kwa ya mambo yake mengine yaacha. Miongoni mwa mambo aliyo yataja kwamba ni uzushi masuala ya maatim, mambo ya, ya matanga kwamba haya hayapo hii ni katika niaha katika kuomboleza kusikofaa, akataja kwenye kitabu chake kile. Kadhalika masuala ya kufuata jeneza kwa sauti, kwa tahalili na mingineyo, kwamba haya hayapo. Ameyataja haya. Kadhalika mambo ya madufu na mingineyo ameyataja moya, kwamba haya hayamo. Kwa hiyo kidogo ikawa imepatikana wale wanaozungumza kwa sababu kuna mtu aliwatangulia na alikuwa ni mtu mzito, si mtu mdogo, kwa sababu amewasomesha mashekhe wakubwa katika mashekhe wao wa tarika tarika ya Alawiya na aliwahi kuwa chifukadhi, na baada yake akawa chifukadhi ibn ammi yake ibn akhi, mtoto ndugu yake, na baada yake akawa chifukadhi Shekh Abdallah Salih Farisi. Kidogo ikaonekana kuna mwamko fulani hivyo watu kufahamu, lakini ulimwengu ulikuwa katika giza totoro kabisa, na kufanya vitu ambavyo havipo Mwislamu. Lakini wakati huo wana matambiko, ukimkataza kwambia, lakini sio answari, basi tambiko mtu wafanya tambiko alafu wambia, kwani uo Uislamu wasemaje? Wakubali ha kila watu na mila zao. Bwana, kuna mila za Mwaafrika, Waafrika wana mila zao, Waarabu pia wana mila zao Allahulmustaana, haya yanahitaji darasa zaidi ya moja, athari mbaya zilizoletwa na tasawuf katika mjtama wetu, na duati hawa ambao wamefanya ihmali na mambo kama haya. Watu wakitambika miji bwana. Alhamdulillah, naona sasa hivi mambo yamekufa, lakini zamani katika miji mingine, mpaka leo bado yanaendelea. Watu hutambika miji, wakaizingua miji kwa mazunguo. Yametoa wapi mambo haya? Kumbe ni ibada ya wenye kuabudu ngombe watu huzungusha ng'ombe katika miji alafu wakisema kwamba wanaondoa nuksi katika miji na kuleta kheri, wakizungua miji. Haya ni mambo hayako katika Uislamu, lakini watu wameyafanya, na walioyafanya waonekani watu wakubwa. Na hata kama wengine hawafanyi, lakini walikuwa wakiyakubali wakiyapasisha, pengine yee ndo wakitia Fatiha kwa mambo, akianza hadhratul habibu Mustafa, al-Fatiha, kwa anayabariki mambo yanafanyika wewe ukija ukisema ah, mambo haya fulani yalikuwepo, bwana fulani alikuwepo, mwenyewe mwana wa chuo ni mkubwa, hata Azhari walikuwa wakimtambua huko, mbona hajasema kitu? Jka leo wewe basi, mambo yamekuwa namna hiyo. Nasalullah al afiya. Wassalam la tasalu an ashya, eh, msiulize haya. Ni mambo yanahitaji darasa maalumu kabisa. Je, Uislamu ni upi? Maana ukishaambiwa hili, mimi sio swali sasa ule uislamu ni upi? Haya ni mambo yanayohitaji maelezo peke yake kabisa zaidi ya mwezi yaelezwe uislamu ni upi, kama ikiwa huu ni swali. Sasa ule uislamu ni upi, ndio inatakiwa watu wayafahamu. Pengine kwenye watu elfu kumi akaelewa mtu mmoja tu, hiyo mfaida tayari. Si lazima watu waelewa watu wote, kwamba ah, wasikia lakini hawajaelewa ah, au hawataki tu.